Baada ya utangulizi huu mfupi wa shukrani shukurani, ndio tunaelezea maudhui yetu sasa. Tarbiyatul abnaa, tarbiyatul imaniya, malezi ya watoto wa misingi ya imani. Ndugu zangu Waislamu, wakinamama mliohudhuria malezi ya watoto kwa misingi ya imani. Hii ni maudhui muhimu sana ambayo inakukumbusha mwanamke wa Kiislamu kuhakikisha malezi ya watoto wako na yasimamia katika misingi ya kiimani katika misingi ya kumfanya mwanao afahamu Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume wake katika misingi ya adabu na tabia zilizokuwa njema, na hili ndio lengo haswa la maudhui hii. Wewe kama mama wa Kiislamu unawezaje kutekeleza maudhui hii? Unawezaje kukifanya kizazi chako, kwa maana ya watoto wako, wawe katika malezi ya misingi ya kiimani? Ndio, leo tunafundishana hapa. Kwa mwanamke wa Kiislamu, hawa watoto ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala nikuuzuku, hawahitajii sana kula na kunywa kama ambavyo wanahitajia misingi ya imani katika mioyo yao, na kama utafanya kipaumbele kwa watoto wako ni kula na kunywa na misingi ya imani ukaiweka nyuma, hapa malezi anakuwa ni kushinda wewe mwanamke wa Kiislamu, na kutakuwa na tofauti kubwa kati ya kufuga na kulea. Wale kuku ambao wapo majumbani mwetu katika mabanda yao, panapoamka asubuhi unawawekea kula pamoja na maji ikifika jioni tunaonea kubwa pamoja na maji hawakuku tunawafuja. Hichi sio tu pekee ambacho anakihitajia mtoto. Mtoto anahitaji sana misingi ya imani kuliko kula na kunywa, na mkumbuke wa mama Kiislamu, hii ni dhima Allah subhanahu wataala amekupa kukileta kiumbe katika mgongo huu wa ardhi ni jukumu lako kuhakikisha huyu wa mtoto wako unamlea katika misingi ya imani. Ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema: Ya ayuha alladhina amanu qulu anfusakum wa ahlikum, naam, enyi mliyoamini zihadharini nafsi zenu na, na wale ambao mnawabidiki na moto wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kila mmoja wetu ni mchunga na ataulizwa kwa kile alichokichunga. Utaulizwa tu, hautaulizwa alivaa nguo nzuri kiasi gani mtoto wako hautaulizwa alikula vyakula vizuri kiasi gani mtoto wako. Utaulizwa juu ya tarbia malezi na misingi ya Kiimani uliyojenga kwa mtoto uliyoleta hapa duniani kunukurani. Utaulizwa tu, kila mmoja ni mchunga na utaulizwa kwa kile mwanamke wa Kiislamu utaulizwa juu ya mtoto uliyeleta katika huu mgongo wa ardhi, amenyooka kiasi gani katika misingi ya Kiimani? Au mwanao hadeti, au mwanao ulimi wake unatoa maneno machafu, au mwanao hana adabu na watu wazima ajiyokusalimia? Utaulizwa tu na Allah subhanahu wa taala. Au mwanao hatekelezi ibada, haendi msikitini kuswali na ameshafikia umri wa baleghe. Haya yote tutaulizwa na Allah subhanahu wataala. thumma latusaluna yaumaidin anil main, kisha utaulizwa juu ya vile ambavyo Allah subhanahu wa taala anawaonyesha pamoja na watoto. Tutaulizwa tu hini imnaka Allah subhanahu wataala. Ni masahaba walikuwa na hofu kubwa sana ya hawa watoto mpaka mmoja katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kujifungulia mashtaka mwenyewe, alijifungulia kesi na kujishtumu kwamba yeye ni mnafiki. Sahaba huyo anaitwa Hambala, Hambala asimlia lakini

hali aliyokuwa nayo Hambala usoni wake ilikuwa ni hali ya kutatanisha, kama ni mtu anajambo linamshughulisha. Abubakar bin Siddiq anamuuliza kaifa anta ya Hambala hivi. Oh, una nini wewe, ewe Hambala, mbona nakuona katika hali ambayo siyo ya kawaida au uzuri? Hambala anasema, nafaka Hambala ya Abubakar, mimi hambala nimekuwa ni mnafiki ewe Abu Bakar. Yaani msahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anajishtumu na kujifungulia kesi kwamba wewe ni mnafiki. Yani masahaba walikuwa wakijifanyia tathmini katika mienendo ya maisha yao ya kila siku na mwisho mbuhi, mama, Kiislamu, wa maudhui hii mama wa Kiislamu atakwenda kujifanyia tathmini malezi ya mtoto wako katika misingi ya kiimani upo wapi? sahaba sahabaulla na mishkuruya ni mnai hamdala, wanazuoni wamempa lakabu wanamwita hasilu lmalaika, yani ni sahaba aliyekoshwa na malaika katika umauti wake. Hamdala ukisoma taareha Amefariki katika vita vya Uhud, amefariki ili hali akiwa na janaba, yani ile kubwa ya, ya kheri ya masahaba pale. Aliposikia uwito naonaji kwamba waende katika jihadi, kamwacha mwanamwali wake na kaenda katika uwanja wa vita kupambana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, inakuwa ni sababu ya umauti wake akiwa katika vita vya Uhud. Wanateremka malaika kutoka katika arshi ya Allah subhanahu wa taala, wanamkosha Hambwala, ghasilu malaika Hambwala angijo msahaba ambaye ndiye aliyooshwa na malaika baada ya kufa kwake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akiwa katika vita vya Uhud, baada ya kuisha akawakusanya kundi la masahaba, akawaambia: inna sahibakum tughasiluhu lmalaika, kwa hakika hivi sasa ndugu yenu anaposa na malaika ambaye niharua. Masahaba wakaanza kufanya jitihada kutafuta ni nini kilichopelekea, amali gani ndiyo iliyopelekea Hanzala aoshwa na malaika wanakwenda kumuuliza mkewe, anasema aliondoka hapo ikiwa hajaoga janaba. Huyu ndio sahaba anayeshukuru kwamba yeye ni mnafiki. Anamwambia Abubakar kwamba nafaka hambala ya Ababakar, hakika nia hambala nimekuwa ni mnafiki. Yeye Abubakar, Abubakar anamuuliza Hambala, anamwambia Ma taqul, hivi unasema nini? Yanembakar mwenye anastaajabu Hambala kujishutumia unafiki. Ma taqul, unasema nini yawe Hambala? Kisha Hambala anatoa sababu, anasema kuntu nakunu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

na kuna inda Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, yani sisi mimi ni pamoja ni na masahaba wenzangu, sisi huo tunakuwa mbele ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yuvakiruna bin nar wal janna, hakitukumbusha mambo ambayo yanahusu pepo na moto. Ni mfano wa nyinyi ndipokaa mbele yangu, mnaponisikiliza napowakumbusha mambo ambayo yanahusu akhera yenu hambalajishturi kwamba yeye ni mnafi yakisema, ya kwamba nakunu inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sisi huwa tunakuwa mbele ya mtume Muhammad sallallahu alaihi laihi wa alihi wasallam, yudhakkiruna binnari waljanna, akitukumbusha mambo ambayo yanahusu pepo na moto. Hata kaanna raayu aini, vile tunapokuwa na utulivu, tunaposikiliza kwa makini, vifua vyetu vinavyojawa na imani hata kaanna raa ya aini, kama kwamba tunaona katika macho yetu pepo na moto uhalisia wapo. Yaani, kila mmoja wenu anaposikiliza mawaidha haya, anapohisi hofu katika moyo wake, anapohisi hali ya kupandwa na imani, ndivyo hivyo alivyokuwa na hali hizi masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, pale ambapo wanasikiliza mawaidha ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam.

Tunapotoka tupaa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vinaanza kutushughulisha wake zetu, watoto wetu, na vile ambavyo vinatushughulisha katika maisha yetu ya kila siku, katika shughuli zetu, fanasina kathira na ya ababaka, na tunasahau sana yale ambayo ametukumbusha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi vinategemea vile mnavyojisikiliza hapa kwa umakini. Mkitoka hapa ndivyo hivyo hivyo, mtakapoenda kufanyia kazi. Mkitoka hapa mioyo yenu ndio itakuwa na uhusuri na utulivu na hofu, kama ilivyo na hofu mnavyosikiliza hivi sasa. habari hizi, Hanzala alijishtumu kwamba yeye ni mnafiki kwa, kwa sababu ya hali hii kwamba anapokuwa mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamkumbusha mambo ambayo anahusu pepo na moto wanakuwa na, na wa wa hofu wanakuwa na hofu kiasi kwamba kana kwamba wanaona moto na pepo kwa jicho la akili katika macho yao. fa idha kharajna min indi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na wanapotoka mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afasna alazwaj wa rayiat wa lawlad fanasina kathira, wanakwenda kuwashughulisha wake zao watoto wao na zile shughuli zao za kila siku za utafutaji na wanasahau sana yale ambayo wamekumbushwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hapa nawaonyesha maswahaba walikuwa na hofu juu ya malezi na misingi ya kiimani ya hawa watoto, kiasi kwamba wamefika hatua ya kujishtumu wao ni wanafi wao, mama wa Kiislamu na hawa watoto ambao mawaleta katika huu mgongo wa ardhi. Hivi unajifanyia tathmini kiasi gani juu ya hivi vizazi ulivyoleta katika mgongo wa ardhi

Wallahi inna lanalqa mithla hadha, na kwa pia wewe hamdala kwa hakika, na si vinginevyo. Hata sisi ndugu zako tunapitia hadi kama unaopitia wewe, ukiwa mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa akiwa natukumbusha mambo ambayo yanahusu pepo na moto, tunakuwa na hofu katika mioyo yetu, tunakuwa na umakini mkubwa, tunakuwa na imani kubwa faidha afasna lazwaji wa laulad wa bayiati falasina kathira tukiui tukutana na wake zetu na watoto wetu, na vile tunapotushughulisha katika maisha yetu ya kila siku, tunasahau sana yale ambao ametukumbusha mtume wa Allah subhanahu wa taala. Kwa Abubakari, anathibitisha kwamba sio wewe tu ambaye unapitia hali hiyo, hata sisi wenyewe tunapitia hali kama hii.

wanakuwa na yakini ya hali ya juu, wanakuwa na hofu ya hali ya juu, lakini wakirudi kushughulika na wake zao na watoto wao na zile shughuli zao za kila siku, imani ile inapotea. Hamana akajishtumu kwamba yeye ni mnafiki, vile alipoona mtoto anamshughulisha kwenda kuitia dosari imani yake. Wapo wadada wehii wanatafutaka njia za haramu kwa ajili ya kufurahisha wake pamoja na watoto. Wapo na wamama vilevile watafutaji katika biashara zao, wanafanya vishi, wanadanganya katika hizo biashara zao, ili mtoto wake awe na maisha mazuri. Hili peke yake ndio anaohitajia mtoto au mtoto anahitajia misingi ya imani? Je, huyu mtoto atakuwa ni sababu ya kupeleka wewe motoni kwa kumtafutia ulaji tukunu na kunywa pasina

Akamuuliza Handala kwa sababu yeye alionekana ana hali ambayo taswira taswira ya uso wake ilikuwa ikionyesha kwamba yuko katika hali ambayo inamhuzunisha sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Handala, ma lak ya Handala, hivyo nadini ya Hamdala. Handala akasema nakunu indaka Rasulullah, hivi sisi, Mtume Muhammad, tunakuwaga mbele yako sisi

Afasna lazwaji walaulad wabayiat fanasina kathira, yaani tukitoka tukusikiliza haya mawaidha, wake zetu wanakwenda kutushughulisha mno, watoto wetu wanakwenda kutushughulisha mno, na zile shughuli zetu za kila siku za utafutaji zinakwenda kutushughulisha mno, zinakufanya tunasahau sahabu haya ambayo yatukumbusha. Kwa hoja hii tu nadhani minye ambalaia Faqala alaihi salatu wassalam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatoa fatwa ya hali hii ambaye alikuwa amenyeshtumi nayo hamgala kwamba yeye mnafii akasema, walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu imo mikononi mwake, lautaduhuna ala ma takuluna indi, lau kama mtaduhu na iyo hali mnayokuwa nayo mkiwa mbele yangu mimi Yani, ile hali ya kuhusu wewe umepata hofu, umepata imani pale ambapo huku mbele ya shekhe anakusikilizisha mawaidha, lau kama mmoja wenu atadumu na hali hii mpaka nje ya muhadhara huu, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawapa fatwa Abubakari pamoja na ad, anasema lasafahtukum lmalaika ala kursikum basi malaika wangewapeni pongezi, yani wangewapeni mikono ya pongezi, kama muumini mmoja wenu angekuwa na imani ya hii, malaika wangewapeni mikono ya pongezi mkiwa katika malazi yenu, wafi turuqikum, na mkiwa njiani tu yani, ukitembea huko njiani malaika anakupa mkono wa pongezi kwa kuwa na imani na lengo ya juu kiasi hichi, yani ukiwa mbele ya mtume

Kama mmoja wenu ataweza kudumu na imani hiyo ya kuwa na kushuhi na unyenyekevu na imani ya hali ya juu akiwa mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au akiwa mbele ya shekhe na hata akitoka akienda kukutana na watoto wake na wake zake na shughuli zake za kila siku, basi malaika wangewapongeza mmoja wenu ambaye atakuwa na imani ya kiasi hicho kwa kuwapa mikono ya pongezi, mkiwa katika maradhi yenu na hata mkiwa njiani. Walakin ya ambala. Lakini ilakini hambala saatan wa saa. Hapa ina maana kila kitu kiwekwe kwa kipimo chake na kwa muda wake. Saa iliyotajwa hapa ina maana ya kiama, ina maana kila kitu kiwekwe kwa kipimo chake na kwa muda wake, yani upate muda wa kufanya ibada, upate muda wa kustarehe na mke, na upate muda wa kukaa na watoto wako na kufurahi nao. wa tilka hududullahi fala ta'taduha, kwa kuchupa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala na bila ya kuichupa. Hapa Mtume Muhammad sallallahu allah wa alaihi wasallam anampa fatwa ambala kwamba hali hii ikfanyi heyo kuwa ni bali hali hii inakufanya inaonyesha wewe hofu yako na hatari ya hivi mzazi ambao adiiweta katika mgongo wa ardhi, kwamba umehofia mtoto anaweza akushughulisha wewe na kuitia dosari imani yako kiasi cha kujishuturu wewe. vimna walakin, aamala saatan wa saa saatan wa saa saatan wa saa, kila kitu kipe nafasi yake, fanya ibada pata muda wa kustarehe na mke pata, pata muda wa kustarehe na watoto pata, pata muda wa kufanya shughuli zako za kila siku za kuingizia kipato bila ya kuchupa mipa, mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni hofu waliokuwa nayo wasahaba, hii ni hofu waliokuwa nayo wasahaba dhidi ya hivi vizazi ambao tumeleta katika mungu wa Allah. Wewe mwanamke wa Kiislamu una hofu na huyu mtoto ambaye eleta katika gogo wa ardhi, utaulizwa na Allah Subhanahu wa taala, unamlea katika misingi ya kiimani au unafuga tu ale na kunywa? Au unakwenda mbio katika utafutaji wako, kutafuta vipato vya haramu, ili tu kuhakikisha mwanao anapendeza sana, kuhakikisha mwanao anakula vizuri sana, kuhakikisha mwanao anasoma shule ya English medium bila ya kupata misingi ya kiimani. Hofu ya masahaba dhidi ya hawa watoto ilikuwa ni kubwa mno, kiasi cha kufika hatua kujishtumu, kwamba yeye ni mnafiki.